I say hivi, mnajua kuna watu wamechukulia very serious ile, ile um, as post yangu ya jana eh, that I said acheni kubuli watu eh, ambao <laughs> hawana makalio yani watu wanajigia kabisa DMs nini hey, kweli dada Mange, hata mimi bora tu nikafanya hiyo surgery because napata shida huko mtaani. Hata mimi boyfriend wangu sio kaniacha kwa sababu ya msichana na makalio bora tu na mimi ha ni mimi, am joking, I'm joking jamani, hebu do not be discouraged, please please please please, we are joking we, eh, yani I'm happy. I will never ever ever ever get surgery. I will always be proud. Always always be proud. Yaani, three su surgery she really no no. Hizo no, sio pigo zangu kabisa. Yaani mimi um I'm what? I'm what? I'm happy. Yaani hizo surgery she su really will never happen. Yaani haipo. Alafu sasa mimi ningetaka kuwa na hayo makali yao, Hizo shape zao. Dadeke, ningewakalisha wote chini, wote ningewakalisha, yaani hakuna angenipata. Unajua ningefanya nini? Kwanza ningeacha madawati yangu, a ningekula, ningekula, ninenepe, ninenepe, nipat baada hapa ningeibukia South America, maana kule ndio professionals sasa huwa hayo kutengeneza hayo makalio, hizo shepu. Yaani uturuki tu kitu gani? Ehhe, shuka kule Dominican Republic kule ndo wanajua hizo hizo issue eh mm, yani ingeshuka hapo kitu, yani bala. Sasa tatizo ni moja, haya ningekuja hapo na hilo lishepu, then nyie huko mwanze kunisifia kwenye comment, au dada siku hizi unataka uni huko kwenye real life nacho eh, huko kwenye real life mtadoda, itabidi mtu sasa nianze sasa kutafuta wanaume wa Kinigeria, nianze kuwatafuta wanaume wa Kitanzania huko Marekani wako wapi? afu wengi wao wabeba boksi eh. Haya nianze kuanga a ah, ah. eh mara nijikute inabidi nilie mwanaume mara ka eh hey, yani ningedoda yani nikudoda yani ni afu huko kwenye mitandao ndo nasifiwa, lakini real life nimedoda. Ah hapana hapana, bora hivi kwenye mitandao ni chambu, sina shepu, lakini kwenye real life na enjoy <laughs> ivwe eh sasa sikilizeni anyway, kwa wale ambao mlidhani nilikuwa serious jana ngoja niwaambie ni kitu jamani mimi ningesema niwasikilize wa Tanzania na comments zao mpaka leo dakika hii ningekuwa nishafanya surgery from head to toe kuanzia utosini mpaka kwenye unyani ningekuwa nimefanya surgery ili niwafurahisha watanzania mimi watanzania miaka yote Mange una tako, Mange sura mbaya, Mange nywele yani wewe. Ningesikiza Tanzania ningekuwa nishafanya sajari ni nyingi, nimemzidi Zari, yaani ningekuwa nimezidi wote, kwa watu watu watu sajari, ili nifurahishe wa Tanzania kwenye comments. but no I am yani, I have high self esteem, I love myself yani. Yaani, huu ndio mwili ambao mimi mwenyewe kwanza, yaani, uh, sina upendo. So tena wataongea kama wavongea, hizi nywele sasa. So, hivi miaka mingapi wanatoka wana na kuzuni, miaka sio saba eh na azini, jamani. Yeah, don't live your life kwa ajili ya watu kwenye mitandao <laughs> okay, anyway achana na watu. Yaani wewe ukidili na watu kwenye mitandao ukiwafuatiliza, ndugu yangu. Hey, utafanya surgery wewe, utafanya surgery mpaka kwenye kucha. Hebu achana na watu, believe in yourself, kama dada yenu wa taifa hapa. Mimi sitokaa niweke tako, sitokaa. Yaani mimi ndo nitakufa hivi, labda nije tu kunenepa kikawaida, uzee uje da nishinde ninenepeane tena kama zamani, kama nivyokuwaga zamani labda ila sio eti niende kwa daktari niweke tako kisa ninge ku ah, kisa comment za insta. Nowhere, no no, nowhere. Ah, uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh, ah ah ah ah ah ah ah. Hapana, hapana, hapana, hiyo haipo ndugu zangu, haipo. Yeah, okay, hai tutageuka nyuma tuna ne, hata kama tuna makalio tutajiposti na nyuma, tutageuka mm.